Kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha chama cha mapinduzi, pamoja na kwamba mbunge wa Segerea hayupo, lakini tuna madiwani kumi na tatu madiwani kumi na tatu, sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo tunawashukuru sana, wale madiwani wasingepatikana kama isingekuwa nguvu yenu nyinyi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kwenda kukitangaza chama cha mapinduzi katika jimbo la Segerea hatimaye wananchi wakaona wakipigie chama cha mapinduzi kura tukapata madiwani kumi na tatu hilo tunalishukuru sana lakini jambo lingine ambalo tunashukuru ni kuona kwamba sasa tumetulia uchaguzi umekwisha na chama cha mapinduzi kinaendelea kusimamia serikali na serikali tayari iko madarakani inafanya kazi lakini nilivo, nilivo, nilisema tukutane tukutane kwa jambo moja. Kwanza sisi wana CCM tuendelee kushikamana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kumsapoti mheshimiwa rais ili aweze kufanya kazi zake vizuri, pamoja na viongozi ambao wako madarakani. Na ndio maana nikasema kwamba lazima nikutane na nyinyi, kwa sababu tangu uchaguzi umeisha, hatujawahi kukutana tuweze kutakiana heri, lakini pia tuweze kuambiana tuendelee na mshikamano kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabaki madarakani, lakini pia tuendelee kuisapoti serikali na hasa kumsemea mheshimiwa rais kwa kazi ambazo zinaendelea kufanyika. Nafikiri mnaziona, katika jimbo letu kuna kazi mbalimbali zinazofanyika. Mkoa wa Dar es Salaam kuna barabara nyingi ambazo mnaona zinafanyika, na mheshimiwa rais anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa katika maendeleo pamoja na utulivu. Sasa nikasema hili jambo siwezi kuliongea ndani mimi mwenyewe na familia yangu, inabidi nikutane na nyinyi viongozi wenzangu ambao tulipambana 2025 kuhakikisha kwamba mheshimiwa rais anakuwepo, chama cha mapinduzi kinakuwepo. Tunamshukuru Mungu kwamba serikali iko madarakani inaendelea kufanya kazi, lakini jambo moja ambalo nilikuwa naliomba kwetu sisi wanasegelea wana Chama cha Mapinduzi, tuendelee kuiunga mkono serikali, tuendelee kumuunga mkono mheshimiwa rais, tuendelee tuendelee kuwaunga mkono viongozi ambao wako madarakani, ili tuweze kupata maendeleo. Tukianza sisi wenyewe tukawa hatuko wamoja, ina maana hata kazi zetu mbalimbali mbali ambazo zinaendelea haziwezi kufanya nini, kufanikiwa kwa hiyo nikaona kwanza niwaite niwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya elfu mbili na ishirini na tano kuhakikisha kwamba leo tuko hapa na kila kitu kinaendelea vizuri. Lakini jambo la pili ambalo nilikuwa nataka niwaombe, tuendelee kumsemea mheshimiwa rais. Sasa hivi kuna mambo mengi ya ajabu ajabu kwenye mitandao ya, ya uongo kama mnavyojua, sasa hivi watu wanatumia sana AI, lakini kwa sababu na nyinyi viongozi wa Chama cha Mapinduzi asilimia kubwa ni vijana na wako kwenye mitandao, tuendelee kukanusha na kuendelea kumsemea mheshimiwa rais wetu ili kuhakikisha tuna msapoti, lakini kuisemea serikali. Lakini mimi ninawashukuru ni sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya elfu mbili na ishirini na tano kama nilivyowaambia kupata madiwani kumi na tatu sio mchezo. Ina maana tungekuwa tumekaa tu, pengine tungekuwa hatuna nini, hatuna madiwani. Kwa hiyo mimi napenda nitumie nafasi hii ni niwashukuru, na kama mheshimiwa mwenye, mwenyekiti nilivyokuita, nilikwambia kwamba mimi nimeitisha kikao changu kwa ajili ya kushukuru na kushukuru, na kwangu mimi nitahakikisha nitafika mpaka kwa yule mtu wa mwisho ambaye alihakikisha sisi tuko hapa kwa sababu elfu uh, mbili na ishirini na tano, tulifanya michakato mingi, tulikutana na vijana, tulikutana na makundi mbalimbali mbali. Lakini tulikutana lakini chachu ya wale wote ambao tulikutana nao, nyinyi viongozi ndio mliwaandaa kule, kwa sababu sisi tulikuwa tunakuja tuna tunakuta nyinyi mmeshaandaa watu. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini pia tutaendelea kushukuru tukija huko kwenye matawi. Kwanza tumeanza na nyinyi viongozi tutaendelea kushukuru kwa sababu hapa nimekuta pia kuna wenye viti wa wajumuiya wa matawi ambao nafikiri wa, walichanganya wa, lakini bado ninakuja kwenye, kwenye kata zenu kwa ajili ya kushukuru wajumbe wa jumba kumi, kushukuru watu mbalimbali mbali ambao wametuunga mkono. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwaombe muendelee kushikamana, lakini pia mtutegemee huko kwenye kata zenu, tutakuja na inawezekana tusifanye kata kwa kata, lakini tunawezekana tukafanya kwa kanda. Kwa hiyo niwaombe sana sana mtoe ushirikiano kwa ajili ya kuwachukua wajumbe wetu kuwaleta sehemu mkutano utakao kwa uta, uta, utakapofanyika kwa sababu kufanya mkutano kata kumi na tatu inawezekana tusimalize, muda ni mrefu, lakini tunaweza tukafanya kwa kanda kwa kuunganisha kata. Kwa hiyo tukiunganisha kata, tunachowaomba ndugu zangu makatibwa sasa wa matawi kuweza kuwachukua wajumbe wako kuwapeleke kwenye sehemu ambayo kikao kitafanyika, kwa ajili ya kuendelea kuwashukuru. Tunashukuru kwa sababu uchaguzi hauishi leo kesho na kesho kutwa, tunahitaji CCM ibaki madarakani. Kwa hiyo tunawashukuru sana aa, kwanza nyinyi, lakini pia tunashuka chini kwa ajili ya kuwashukuru wananchi wetu. CCM oye! Segerea oye! jambo lingine mimi ndugu yenu nipo. Maana yake kuna watu wengine wanasema sasa itakuwaje? Mimi mbunge mbunge nipo, napatikana kama tulivyokuwa tunaishi mwanzo, tutaendelea kuishi kama tulivyokuwa tunaishi. Nilisema awali kwamba baada ya uchaguzi mkuu kumalizika, tumeshinda kura nyingi za mheshimiwa rais, tumeshinda kura wa madiwani wetu. Kwa niaba kamati ya siasa ya wilaya, niendelee kuwapongeza sana viongozi wa matawi, kazi kubwa mmefanya. Lakini kubwa ni mshukuru mheshimiwa mbunge. Baada ya uchaguzi, mbunge wetu amepata nafasi nyingine ya ubunge, lakini unaitwa ubunge wa viti maalum. Lakini mbunge huyu wa viti maalum anakaa Segerea, anatambua kwamba na watu ambao wenzangu nilikuwa nao, wana CCM wako Segerea kwa uungwana na busara na hekima na mapenzi lama nikawashukuru. CCM hoye, ndio hadhara hii madhumuni yake kuja kwa shukuru wana CCM wenzake kwa kumpa kura nyingi, lakini ameahidi mwenyewe kwamba jimbo hili hatoliacha, kwa maana yeye ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Manake ni kwamba ataendelea kuwaenzi, kuwatumikia wanachama wenzake chama cha mapinduzi hasa ninyi viongozi wa chama cha mapinduzi ndio ahadi ambayo ameiweka. Ingawa, ingawa kwa nafasi yake ya, ya leo ya ubunge, Ilamba wanamtaka Kizimkazi wanamtaka kwetu Marumbo wanamtaka na Masaki na kadhalika kadhalika, ni mbunge wa nchi nzima, lakini ameamua kwamba nyumbani Segerea, nende Segerea. Kwani nikawashukuru, hayo mengine atakuta baadaye nisemyo na ametuahidi kwamba toka naye hapa kwa kila jambo ambalo tunafaa kumwalika tumwalike. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana. Mimi kwa niaba ya wenzangu tumshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa mapenzi na mawalda ya kutuona sisi kwamba watu wake. lakini <laughs> la pili niseme ndugu zangu, serikali yetu ya chama cha mapinduzi ndio ilishinda uchaguzi Oktoba 29 na mambo ambayo nafanya sasa hivi na alofanywa nyuma yanayofanywa serikali ya chama cha mapinduzi. Kwa hiyo niwape moyo, mnapoona miradi inafanyika katika maeneo mbalimbali, iwe jimbo la Segerea, iwe maeneo mengine yote, ujue Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Kwa hiyo kwa niaba ya kamati ya siasa na nyinyi wenzangu na chama zangu, tumpongeze na kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya maendeleo katika wilaya yetu na nchi nzima kwa jumla yake muombea na kumpa nguvu aendelee kufanya kazi, ili mradi tukifika 30 mambo yetu yawe tambalale. Kwa hiyo jambo lolifanya hili ni kubwa sana, kwa hiyo sisi tunakupongeza, na nikisikia minongono huko, anasema wako pamoja na wewe kipenzi chao, na wataendelea kukuombea dua.